So, serikali inataka kukomesha kuwaondolea wananchi ile adha ya kwenda kuchukua fedha ambazo kimsingi zinakuwa na masharti makali zaidi kwa wananchi wetu kuliko hizi ambazo zinapitia kwenye taasisi zetu za kifedha. Tunapoacha kuweka wazi masharti yetu ya kutoa fedha na kuendelea kurudia rudia kutoa hizo elimu ipo dhana wananchi kudhani zile fedha wanazokopeshana kirafiki zina masharti nafuu kuliko yale ya taasisi za kibenki, lakini kiuhalisia hamna. Benki ina masharti magumu kama yale ya, ya, ya kausha damu, ya kwamba unakopeshwa kilo unakopeshwa debe moja la mahindi ulipe gunia moja, baada ya baada ya miezi mitatu. Haipo benki aina hiyo, ni dhana tu, watu kuogopa masharti ya kibenki kwamba unajua benki benki, hakuna benki na masharti magumu kama yale ya kausha damu ambao watu wanakimbilia. Na mbaya zaidi, wanaokimbilia si watu tu ambao unaweza ukasema labda wako vijijini ama wapi, mpaka watumishi wa Benki Kuu wamo kwenye kausha damu, mpaka watumishi wa serikali wamo kwenye kausha damu. Mazoea, mazoea mazoea na uoga wa kudhania benki benki si kwa ajili ya mimi, labda ni kwa ajili ya mtu mwingine. Nadhani twendeni, tuendelee tuendele kuweka wazi masharti haya, watu wasiendelee kuogopa benki, waache utaratibu usio rasmi, unaumiza watu wengi. Hakuna unafuu kwenye kausha damu, unafuu uko kwenye taasisi zilizo rasmi za kibenki. Kwao tuendelee kurekebisha tuendelee kurekebisha tu hayo. Unafuu upo kwenye taasisi zetu zilizo rasmi, kwanza masharti yake, riba zake zimepoa ukilinganisha na na hawa wakausha damu hawa na hawa wa, wa, wa, wa, taasisi zisizo rasmi ya, watu binafsi hao ambao wa, wengine riba zao hazija, hazija hawako rasmi na wala hazijawa regulated kwa, tuendelee kutoa tuendelee kutoa elimu. Sisi ndani ya Serikali tutaendelea kuchukua hatua hizo tena kali kwa wale ambao wanafanya ubabaishaji na unyonyaji wa aina hiyo. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, endelea kuelekeza wakuu wa mikoa, wakiwaona watu wanaofanya hivyo, wanaoumiza watu wa wananchi kwa masharti ambayo ni ya kinyonyaji. Unatumia shida ya mtanzania mwenzako kufanya unyonyaji, unamuweka kwenye mkanda kwenye mnyororo wa wa kinyonyaji. Hiyo inasababisha umaskini kwa watu wetu, anaondoka kwenye kutumikia taifa kuleta maendeleo, anatumikia mkopo wa kinyonyaji. Kwa hiyo hilo tunaendelea kudhibiti, lakini rai yangu kwa taasisi zetu za kifedha, endeleeni kutoa elimu.